Halo, habari. Karibu katika sehemu nyingine inayofuatia ya simulizi yetu nzuri ya Miracles Daughter. Basi pale tulipoishia ndipo tunapoendelea. Velina bila hata kuogopa aliingia kwenye moto mwenyewe kwa miguu yake. Baada ya hapo watu walimwona akizunguka ndani ya ule moto na moto ulikuwa mkali. Baada ya dakika kama moja kuna moshi mkubwa ulifuka pale kwenye moto mpaka Velina aliacha kuonekana. Yaani ulikuwa kama ule moto ambao ulikuwa unawaka, alafu ghafla maji yakamwagiwa kwenye huo moto. Basi ilipita kama dakika moja na sekunde kadhaa, ule moshi ulipotea, huku watu macho yakiwa yamewatoka kutaka kujua kipi kimejiri. Hakika siku hiyo kila mwanakijiji alianza kuamini kama Velina kashuka moja kwa moja kutoka mbinguni, maana Velina alitoka akiwa hajaungua hata sehemu moja huku nguo zake nazo zikiwa hazijababuka hata sehemu, na moto ulikuwa umezima kama umemwagiwa maji. Velina alienda kusimama mbele ya Chifumbuna huku akiwa kamkazia macho Chifumbuna. Tayari mavi alikuwa yanaanza kugonga chupi kwa kuwa uoga tu, akiwa anaona yule sio binadamu bali ni malaika. ndani ya kijiji hiki watu wote mtaishi kwa sheria nitakazo mimi Velina akiwa anawatazama wanakijiji aliongea kwa sauti, hapana! Haiwezekani, wewe ni mwanga na mchawi, na katika kijiji hiki hatutaki mtu mchawi. Kuna jamaa mmoja akiwa anajiamini, ali alianza kumpinga Velina, basi wanakijiji wote pamoja na chifu mwenyewe walipata ujasiri baada ya kuona hivyo. Hapo kilichotokea ilikuwa ni vurugu tu, kila mwanakijiji aliokota jiwe na kuanza kumlenga Velina. Basi Velina, baada ya kuona mawe yamekuwa mengi, ilibidi sasa akimbie yale maeneo, japokuwa alikuwa na uwezo wa kufanya lolote, ila aliona wacha kwa muda ule akimbie ili aonekane ni mtu wa kawaida tu, huyo kumbe hana lolote, itakuwa mbinu tu alitumia. Basi baada ya kuona vile Velina anakimbia, kuna jamaa aliongea kwa sauti kubwa, basi wanakijiji wale walimuungia Velina na kuanza kumfukuza na mawe nyuma, ila spidi ya Velina ilikuwa kama anapaa hivi, yani kama upepo, yani alikuwa anapita kama upepo. Kwa hiyo aliwaacha wana kijiji mbali na kwenda kujificha sehemu. Masaa yalizidi kusogea, hatimaye ilifika jioni, huku wana kijiji wakiwa bado wanamsaka Velina, ila walimtafuta kijiji kizima bila mafanikio. Siku hiyo ilipita huku Velina akiwa kalala chini ya mti. Ulipokucha tu safari ya Velina ilikuwa ni kuelekea kwanza nyumbani kwa chifu kwenda kuuliza baadhi ya maswali. Basi chifu ambaye Velina alikuwa na shida naye basi alikuwa ni Mauda, yani chifu mstaafu, maana huyo ndio aliyepelekea kifo cha mama yake Somoi. Japo, japo kuwa pale nyumbani kwa chifu palikuwa na walinzi kila kona, ila Velina alifanikiwa kuingia mpaka ndani pasipo kuonekana. Chifumbuna alishangaa anamuona mtu anaingia ndani kwake tena bila hodi, huku akiwa anajiamini kupita kiasi. Muda huo, chifu chifumbuna alianza kujiuliza maswali ambayo hayana majibu. Beko, niiteni askari wote na walinzi wangu wote. Chifumbuna alitoa maelezo ya askari kuitwa, maana alikuwa anaona ni uzembe kumuacha Velina apite mpaka kufika sehemu anapokaa yeye na wake zake. Akasema hapana, hii haiwezekani. Basi kabla huja, ak, nani Velina sasa ndo akaanza kumwambia yule Chifumbuna, kabla hujaita hao walinzi wako, naomba niambie baba yako yuko wapi? Maana hayo ndo nina shida nayo na wala sio wewe, Velina akiwa anajiamini alimuuliza Chifumbuna. Basi chifumbuna alionekana akimwangalia tu velina tena kwa dharau, akamuli, akam, tena alimdharau sana. Basi binti akamwambia binti, nakuapia kwa hiki unachokifanya utajuta. Kifumbuna akiwa na sigina meno kwa hasira. Muda huo huo askari wa kutosha waliingia mle ndani na kumweka binti Velina chini ya ulinzi. Mimi nina shida na huyo anayejiita Mauda ambaye alipelekea kifo cha mama yangu, hili swala hampasu kuingilia hata kidogo. Velina akiwa anajiamini alitoa tahadhari kwa walinzi wote lakini walionekana walionekana kumpuuza huku wakiwa wanasubiri amri ya chifu wao. Chifu Mbuna aliamuru Velina akamatwe apelekwe kwenye kiwanja cha watu kukatwa kichwa kama adhabu, huku akiagiza wanakijiji wote waitwe kuja kushuhudia. Basi kabla Velina hajakamatwa, askari wote ambao walikuwa wapo mle ndani, matumbo yao yalianza kuuma tena, maumivu yasiyo ya kawaida huku wakiwa wameambatana na kuharisha. Kila askari alijikuta silaha inamdondoka na mikono yake inaelekea kushika tumbo tu badala ya kushika silaha. Chifumbuna alikuwa haelewi kile wanachokifanya askari, maana askari walianza kukimbilia nje, huku kila mtu akitafuta choo kiko wapi. Yaani ulikuwa ni mtafutano kwa kwenda mbele. Hey, hawa askari wamekula nini leo hawa Mbona imekuwa hivyo? Chifu Mbuna akiwa anashuhudia askari wanavyohangaika na kuugulia matumbo yao, akawa anashangaa. Muda huo huo, kuna mama mtu mzima kidogo ambaye alikuwa ndio msimamizi mkuu wa familia ya chifu, alikuja mle ndani akiwa anahema: Chifu, mke wako mkubwa na watoto wako wawili hali zao sio nzuri, yaani wanaumwa, wameumwa ghafla na haieleweki sababu ni ipi. Mama yule alitoa taarifa ambayo ilifanya chifumbuna atokwe na wazimu. Yaani alifyatuka spidi ya hatari kuelekea huko iliko familia yake. Muda huo hakuna aliyekumbuka kama Velina yuko pale ndani, yaani kila mtu alikuwa yuko bize kivyake. Chifumbuna alifika kwenye nyumba ya mke mkubwa, alikuta hali yake sio nzuri, huku hata watoto wake anaowakubali kupita kiasi nao wakiwa wako kitandani hoi Kamuiteni mganga wangu na mpiga ramli wa kijiji, Chifumbuna alitoa agizo haraka. Na kweli ndani ya dakika kumi tu watu hao walifika na kuanza kupambana na uhai wa familia ya Chifumbuna. Chifumbuna, hapa kijijini kuna kiumbe tena cha kutisha, inaonekana kimeingia, ila katika maono yangu bado sijajua ni kiumbe gani hiki, na hiki hiki ndio kinachofanya inapelekea familia yako kuwa hivi. Haya yalikuwa ni maneno ya mpiga ramli wa kijiji ambayo yalifanya Chifu Mbuna kichwa kimuwashi. Muda huo mganga wa Chifu Mbuna alikuwa anaangaika kutoa tiba kwa wagonjwa wale, lakini kila dawa aliyotumia aliyokuwa anatumia ilionekana kama vile haifanyi kazi. Baada ya sali moja kupita, Chifu Mbuna kichwa kikiwa kinawasha aliletewa taarifa zingine mbaya zaidi, yaani wake zake wote wale wengine waliosalia nao, hali zao zilikuwa sio nzuri pia watoto wake kumi ambao walikuwa kajaliwa kuzaa na wake zake wote, nao hali zao zilikuwa hoi. Hali hiyo ilimfanya Chifu Mbuna aitishe mkutano wa ghafla pale kijijini. Huku wanakijiji wote wakiwa wamekusanyika kuja kusikiliza kipi kimetokea, akasema sikilizeni, inaonekana hapa, hapa kijijini kuna kitu kibaya kimeingia cha hatari sana na kitu hiko ni hatari kwa afya za wanakijiji hapa. Natoa siku moja kile mwana kijiji aje na kitu chochote anachokiona sio cha kawaida hapa kijijini, yaani tushirikiane kuzunguka kijiji kizima kusaka iko kitu, kitu gani ambacho hakieleweki cha namna gani. Hayo yalikuwa ni maneno ya Chifu Mbuna ambaye alikuwa anayotoa kwa msisitizo na kupaniki. Muda huo Velina alikuwa akasimama, kwa mbali anasikiliza tu jinsi Chifu Mbuna anavyotoa maagizo kwa wanakijiji. Ni kweli wanakijiji walitoka pale na kuanza kuzunguka kila kona kila kichaka kusaka kitu hicho ambacho hakieleweki. Yaani siku hiyo vilikamatwa vitu vya kila namna, mtu asikute asikutane na na kobe tu kakavikizembezembe, ashamkamata mara kinyonga anatembea tembea kizembezembe ashadakwa. Yani ilikuwa ni hatari siku hiyo, ilipita huku wanakijiji wakiwa hawajalala ndani, yani ulikuwa ni mwendo wa kuzulula, tunakwambia basi. Ikiwa ni siku mpya majira ya mchana pale nyumbani kwa Chifumbuna karibia kila mwanakijiji alikuwa kakusanyika, huku kila mtu akiwa amebeba ame kitu anachoona kwamba hiki kinawalaki ni kwa mtazamo wake. Basi mpiga ramli wa kijiji aliitwa kupiga ramli tena, ili kuona kama kuna kitu hicho miongoni mwa vitu vilivyoletwa pale. Hakika ni miujiza ambayo sijawahi ona, yaani mbele yangu naona giza kali, sielewi maana yake inaonekana kiumbe hicho kina nguvu zisizo za kipimo. Yule mpiga ramli aliongea maneno ambayo yalifanya chifu akasirike sana. We mpuuzi, unasemaje? Yaani kijiji kinakuamini, unashindwa kutambua ni hatari gani ipo kijijini? Kazi yako ni nipi sasa? Kama unashindwa kazi sema, hapa hapa, ukatwe kichwa ukatafutwe mpiga ramli mwingine. Chifu Mbuna aliongea kwa hasira huku akionekana yupo tayari kumeza mtu. Muda huo alikuja mama ambaye anasimamia familia ya chifu na alileta taarifa kwamba kuna mtoto wake tayari kashafariki na wengine waliobakia tisa wako kwenye hali mbaya. Hakika Chifu Mbuna alichanganyikiwa, yani kiti kilikuwa haki, yani cha moto akikaliki kabisa. Sikiliza bwana Matino. Nakupa dakika kumi. Huo umeshagundua ni kitu gani kinaleta majanga katika familia yangu na pia huyo mganga ambaye nampatia, nampatia lisa tu familia yangu na yeye iwe imeimarika. Chifu Mbuna aliamua kutumia nguvu sasa. Basi baada ya hapo, aliwatangazia wanakijiji kuhusu kifo cha mwanaye. Kila mwana kijiji alishika kichwa kwa taarifa ile, ila wengi wao kimoyomoyo walifurahi, maana chifu huyo alikuwa na roho mbaya mno, alikuwa kaua watu wengi sana yule. Dakika zilizidi kusogea Mpiga ramli wa kijiji, baada ya kuona sasa maji yamezidi unga na hana uwezo wa kujua chanzo cha tatizo la familia ya chifu, aliamua kudanganya. Katika kusanyiko lile kuna wanakijiji kama watatu walikuwa wameshirikiana kumshika nyani, ambaye mara nyingi alikuwa anavamia kijiji hicho kuja kula mazao ya hao wanakijiji, na sio nyani mmoja alikuwa anakuja hapo kijijini, bali ni wengi tu, ila siku hiyo watatu hao waliamua kumdaka mmoja, ili mradi tu wasiende kwa chifu Mbuna mikono mitupu. Yule mpiga ramli, baada ya kuona hali tete, aliamua kumsingizia yule nyani kwamba ndio kaleta yale majanga. Hakika siku hiyo yule nyani alijuta kuja pale kijijini, yaani aliuawa kikatili haswa na chifu Mbuna. Siku hiyo ilipita, ilifika siku mpya, mtoto wa chifu alienda kuzikwa na wanakijiji, ila bado familia nzima ya chifu ilikuwa hali tete. Muda wote Velina alikuwa anakaa kwa mbali, anashuhudia matukio yote jinsi yanavyoenda, na kwa kuwa alikuwa na uwezo wa kusikia umbali mrefu, alikuwa anasikia, anaendelea kusikia kila kitu, tena kwa uzuri kabisa. Zilipita siku zingine mbili, familia ya chifu Mbuna yule bado, hali ilizidi kuwa mbaya. awamu hii Chifumbuna naye alianza kumwa mguu mmoja. Yaani mguu ulikuwa unaoza huku anauona. Hali hiyo ilimfanya Chifumbuna aitishe mkutano tena. Na siku hiyo Chifumbuna alikata kichwa, alimkata kichwa yule mpiga ramli wa kijiji hadharani kwa kosa la kumdanganya. Maana tayari walikuwa wameua nyani ambaye alisadikika ndio tatizo, lakini majanga ndio yalikuwa yanazidi kuongezeka. Ndugu zangu, natangaza ofa nono. Kama kuna mtu anaweza tibia matatizo ya familia yangu, nitampa kitu chochote anachokihitaji. Haijarishi hai ukubwa wa kitu hicho, mimi nitampa. Chifu Mbuna alikuwa kama ka, ka, ka tika hasa yani. Yaani alitoa ofa kwa wanakijiji. Ni kweli, kuna wataalamu kama watatu ambao walikuwa wanaaminika na watu kabla ya kutibia kwamba wanatibia kwa mitishamba, walijitokeza. Chifu Mbuna aliwapa ile kazi ya kuhakikisha familia yake nakaa sawa. Wale wataalam walitumia wiki moja kutibia familia ya chifu, lakini hakuna kilichotokea zaidi. Zaidi, mtoto mwingine wa chifu alifariki pia. Mke wake mkubwa na yeye alifariki. Hasira za kufiwa zilizidi zikafanya chifu Mbuna kuwakata wale wataalam waliojitolea wa, wa, wa, wa, wa, akawakata wa, wa, wa, kichwa, maana aliona nao wanamwongezea matatizo badala ya kuyapunguza. Kwa mara ya kwanza chifu Mbuna alianza kufikiria kukihama kijiji kile, maana mguu wake ulikuwa unazidi kuwa kwenye hali mbaya, yani unaoza hivi hivi, anauona siku hiyo. Ilikuwa ni siku ambayo wazee wa kijiji waliongozana na chifu mstaafu Mauda, waliamua kuita wanakijiji wote ili kushirikiana kuomba kwenye mizimu kunusuru familia ya chifu wa kijiji kile, na wazee hao waliamua kuingilia kati swala hilo baada ya kuona hali mbaya basi wake wote na watoto wote wa Chifumbuna walitolewa nje wakiwa na hali mbaya mno, waliwekwa sehemu maalum kwa ajili ya kuombewa, huku wakiwa wamezungukwa na watu na vitu mbalimbali mbali vya kiasili. Siku hiyo maombi yalipigwa ya kila rangi, lakini hakuna ishara ambayo ilionekana kwamba kuna kitu kinafanyika, wala nafuu hamna. Basi akasema Velina huyo, sasa ninayo dawa ya kuyatibia hao watu wenu ila nataka nipewe kitu ninachokihitaji. Kukiwa hapo kuna ukimya, huku watu wote wametulia, wa sauti ya kike ya binti Velina ilisikika. Basi watu wote waligeuza vichwa, walimwona Velina akisogea kwa madaha eneo lile. Wanakijiji walisimama kwa ajili ya kumshambulia Velina, ila Chifumbuna alinyanyua mkono kuashiria kwamba wasubiri kwanza. Velina alitembea kwa madaha mpaka mbele ya umati wa wanakijiji wote, huku wazee wa kijiji na Chifumbuna nao wakiwa wapo pembeni wanamwangalia. naomba niahidiwe hapa hapa kwamba nikiwaponya hawa watu wenu wote, basi utekelezaji utakuwepo. kile kitu ninachokihitaji mimi niahidiwe hapa hapa. kama upo tayari, kile kitu ninachokihitaji nifanye Velina alimuuliza Chifumbuna akamuuliza kitu gani ambacho wewe unakihitaji? Na unauhakika na unachokiongea? Maana utakaposhindwa kufanya nani unachok unachokisema kichwa chako nitakikata hapa hadharani. Chifumbuna akiwa anaongea ana, ana, ana, nani alizani anataniwa, basi akasema kitu ambacho nahitaji utaniruhusu nimuulize mauda mas maswali matatu, yani yule baba yake chifu aliyestaafu na akishindwa majibu hayo au akishindwa kunijibu basi inabidi akatwe kichwa mbele ya wanakijiji wote. Velina alitoa sharti lake hilo, basi wanakijiji wote walicheka huku wengine wakiwa wanapiga makelele na kumtaka Chifu Mbuna amkate kichwa asicheleweshe mambo. Chifu Mbuna alikubali masharti ya Velina, ila na yeye alitoa masharti kwamba asipofanikisha basi anamkata kichwa pale pale. Pia Mzee Mauda na yeye alisema sawa, kwa sababu alikuwa anajua binti huyo hakuna anachoweza kufanya. Kwa hiyo akasema tu, ah sawa, na mimi nikishindwa kujibu maswali yako utanikata kichwa. Basi Velina akiwa anajiamini aliwasogelea wale wagonjwa na kuanza kuwazunguka huku kafumba macho. Alizunguka kama mara tano hivi. Baada ya hapo alianza kumshika kichwa mmoja baada ya mwingine. Baada ya dakika kama tatu kupita, huku watu wote wakiwa wametulia wanaangalia kinachoendelea, mara walishangaa mgonjwa mmoja baada ya mwingine wanainuka tena wakiwa na nguvu zao zote. Wagonjwa wote walisimama huku wakiwa wamepona. Kila mtu alibaki kumkodolea macho Velina, yaani hakuna ambaye alikuwa anaamini kile anachokiona. Kila mtu alianza kuona Velina sio kiumbe cha kawaida walikumbuka jinsi Velina alivyotoka kwenye moto bila kuungua hata nguo. Waliunganisha na matukio ya Velina walioyaona, ni kiumbe cha sayari nyingine huyu. Okay, nadhani chifu, wagonjwa wako wamepona sasa. Mi zamu yako, zamu yako kunitimizia kile ninachokihitaji. Velina aliongea kwa madaha, huku akiwa kamkazia macho chifu mbuna Mudo. Muda huo sasa, chifu mbuna akili ilikuwa kama imehama Yaani furaha ilikuwa imezidi mpaka ilimfanya Zubaya abaki kama taahira. Wasaidizi wake ilibidi wamshtue kumweka sawa. Ah, yaani alistaajabu bila hata kuruhusiwa. Velina alimsogelea Mzee Mauda huku akiwa kamkazia macho. Swali la kwanza, kwa nini mliamua kumuua mama yangu? Swali la pili, kwa nini mlitaka kuniua mimi? Na swali la tatu aliyekupa kibali cha kuua watu ni nani? Velina akiwa kamkazia macho mzee Mauda aliuliza kwa sauti kubwa ambayo ilifanya kila mwanakijiji kusikia. Yalikuwa ni maswali mepesi mno kwa mtazamo wa mzee Mauda, kitu ambacho kilifanya atabasamu na kucheka tu. Kwanza, mama yako alikufa akiwa anakimbia, na hata asingekimbia angekufa kwa sababu ilikuwa ni sheria ya kijiji kwamba haruhusiwi mtoto njiti kuzaliwa. Swali la pili, tulitaka kukuua wewe kwa sababu ulizaliwa njiti na kijiji chetu kilikuwa hakiruhusu hilo jambo. Swali la tatu, sheria za hiki kijiji ndizo zilizonipa mimi ruksa ya mimi kuua, mzee Mauda alijibu naye kwa sauti tena akiwa anajiamini. Chifu, nadhani huyu mzee, maswali yangu yote niliyomuuliza kashindwa kuyajibu yote kwa ufasaha. Timiza ahadi yako, nataka akatwe kichwa mbele yako. Velina akiwa sirias, alimgeukia chifumbuna na kumtaka amkate baba yake kichwa. Unasemaje? chagua kitu kingine, ila sio kumkata baba yangu kichwa, yaani hiyo haiwezekani. chifumbuna alianza kugoma na hiyo ilitokana na kwamba familia yake walikuwa wamepona, kwa hiyo zilikuwa sio shida zake tena. Aha, kwa hiyo nikichagua chochote kingine upo tayari kunipa, na hicho ndio kitakuwa cha mwisho. Velina aliuliza, na Chifu Mbuna alikubali na kusema ndio, chagua kingine. nataka uchifu wako uvue na mimi ndo niwe chifu wa iki kijiji cha Mahuma. Velina aliomba ombi lingine hilo, ambalo lilimfana Chifumbuna kucheka <laughs> Binti, mbona unanipa mtihani mgumu? Yaani maombi yako yote hayawezekani. Hebu nikupe nafasi ya kuomba kitu kingine. Chifumbuna akiwa anacheka aliongea. Chifu nipo serious. Naomba uchague kimoja kati ya hivyo vitu viwili. Baba yako akatwe kichwa au mimi niwe chifu wa kijiji hiki. Velina alikuwa anaongea serious mno na kila mwanakijiji alikuwa haelewi kabisa. Hamuelewi, Velina. Katika hivyo, hakuna hata kimoja ambacho mbacho naweza kufanya. Chagua kingine labda, Chifumbuna alitamka kwa kujiamini. Velina alimkazia macho kwa hasira. Dakika mbili nyingi, wale wagonjwa ambao walikuwa wamepona ugonjwa wao ulirudi tena, na awamu hii ilikuwa ni balaa. Yaani, watu walikuwa wanashindwa mpaka kuhema. Chifumbuna alibaki kakodoa macho kuona wake zake na watoto wake wamerejea kwenye hali mbaya tena, akamwambia na nakupa dakika tatu, huo umefanya chaguo. familia yako yote ife hapa hapa mbele ya macho yako, au chague kimoja kati ya hayo mawili niliyokwambia. Velina alitoa maelezo hayo akiwa siriasi mno. Baada ya hapo, alienda kukaa huku akiwa hapepesi macho. Ulikuwa ni mtihani mkubwa mno kwa Chifumbuna kuchagua kimoja kati ya baba yake, cheo chake au familia yake, wake zake na watoto Chifumbuna alimsogelea mlinzi wake wa karibu na kumnongoneza kwamba afanye jambo na askari wengine Velina amalizwe. Naona sasa unapanga kuniua eh? unafikiri ni kifa ndo itakuwa tiba? ukiniua mimi ujue familia yako yote ndo basi tena, maana mimi ndo mtu pekee wa kuwatibia. Pamoja na kwamba walikuwa wananongona, ila Velina aliwasikia vyema kabisa. Chifumbuna alibaki anasigina meno huku akiwa anamwangalia baba yake Mzee Mauda. Kwa jinsi alivyokuwa anaijua roho mbaya ya mwanaye, alianza kupata hofu, alijua anaweza kukatwa kichwa kweli, hata yaani, kama ataleta masiala, atamkata. Huyu we binti, sijakuelewa mbona maswali yako nimejibu vyema, kwani we ulitakaji? Mzee Mauda jicho liko limemtoka, akiwa ashaanza kuona mambo yalikuwa serious. Basi mzee Mzee Mauda akaambiwa, Mzee, hukupaswa kujibu ule utumbo. Jibu lako la kwanza li, li, lilikuwa ni wewe kukubali kosa lako, jibu la pili lilikuwa ni wewe kujutia kosa lako na jibu la tatu lingekuwa kukiri kwa kile ulichokifanya. Hayo majibu uliyoyatoa ni utumbo mtupu na unatakiwa ukatwe kichwa, Velina alijibu akiwa serious. Basi Mzee Mauda alibaki katulia, huku akiwa haelewi ni maamuzi yapi kijana wake atayafanya. Chifumbuna aliwakonyeza askari kwamba wamshambulie Velina. Ni kweli wale askari walifanya hivyo, kwa umoja wao askari walimrushia Velina mishale kwa kumlenga, wengine visu, huku wakiwa na uhakika kwamba hawezi kukwepa. Velina kitu hicho alichokifanya, ile mishale yote aliikwepa na kuielekeza kwa Mzee Mauda. Yaani, mishale zaidi ya kumi na kitu yani kumi na zaidi, changanya na visu juu, alivilienda vyote kukita kwenye mwili wa Mauda. Bila hata kutamka neno lolote, yule mzee alifariki pale pale. Basi Chifumbuna jicho likiwa limemtoka, baada ya kuona mishale imeelekea kwa baba yake, alimsogelea baba yake, tayari alikuwa kakata moto, kashafariki. Ah, hii ni ajabu. Basi asante kwa kuwa nasi mpaka mwisho. Naomba tuishie hapa kwa leo. Karibu katika sehemu nyingine inayofuatia ya simulizi zetu nzuri ya Miracle's Daughter. Asante na kwa heri leo.